Upandae mbegu yako katika shamba, utayacha mbegu yako iharibike, utayatoa magugu yote katika shamba. Utaifanya mbegu yako izae sana. Upandae mbegu yako katika shamba, utaiacha mbegu yako iharibike utayatoa magugu yote katika shamba na utaifanya mbegu yako izae sana na kwa budu na

Maisha yangu, na kuabudu na kuabudu Yesu, na kuabudu, wewe ni usawi wangu na Na kuabudu Yesu oh. Na kuabudu, wewe wewe ni maisha yangu. Upandai mbegu yako katika shamba, utaiacha mbegu yako iharibike? Utayatoa magugu yote katika shamba na utaifanya mbegu yako izae sana.